Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma kipenzi chetu Mtume Muhammad sallallahu alayhi alaihi wasallam, napenda ni wakaribishe tena wapenzi na wafuasi wa, wa, wa Ihsani mafundisho tv katika darasa yetu ya Tauhidi, na leo tutakuwa sehemu ya nne, baada ya kumaliza sehemu si ya tatu ya kitabu tauhidi, katika darsa ya tauhidi ya kumpokesha Allah subhanahu wa taala. Na darasa yetu leo, mlango tunaosoma ni babu fadhlu tauhid wa ma yukafaru min dhunub, unaelezea mlango wa ubora wa tauhidi na yale yanayosamehewa katika madhambi. Tunaanza na kauli ya Allah subhanahu wa taala Shekhe ameanza nayo wa qauli llahi ta'ala, na kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, alladhina amanu, na wale ambao wameamini, walam yalbithu imanahum, na hawakuichanganya imani yao, bidhulmin bidhulmin, pamoja na dhulma, ulaika hao, lahumul amnu, hao ndio wanayo amani wa hum muhtadun, na hao ndio wenye kuongoka. Hayo ni maneno ya Allah subhanahu wataala yanayopatikana katika suratul An'am. Allah subhanahu wataala anawazungumzia wale waumini ambao wamemwamini wa Allah subhanahu wataala, lakini hawakuchanganya imani yao pamoja na dhulma, ambao hawa ndio watakuwa wanapata msamaha kutoka kwa Allah subhanahu wataala. Sasa cha kuzingatia hapa ni kwamba neno dhulma, hii dhulma ilikuwa hapa ndio nini? Kwa sababu juu tunaambiwa mlango wetu unaelezea ubora wa tauhid na yale yanayosamehewa kutokana na madhambi, na hapa Allah subhanahu wa ta'ala anasema wale ambao wameamini na hawa kuchanganya imani yao pamoja na dhulma. Ili tutambue hii dhulma iliyokuwa hapa ni nini, twende katika surati al-Luqman katika aya ya kumi na tatu. Allah subhanahu wa Ta'ala amenukuma neno ya Luqman akimwambia mwanawe. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa idh qala Luqman libnihi, nakumbuka pindi aliposema Luqman kumwambia mwanawe, wa huwa ya'idhuhu, na hali yakuwa akimwaidhi akimpa mawaidha, ya bunaya, ewe mwanangu, la tushiriki billahi, usimshirikishe Allah, inna shirka la dhulmun adhim, hakika ya shirki ni dhulma kubwa. Kwa hiyo huku Allah subhanahu wataala amenukuu maneno ya mzee Luqman akimuonya na kumwaidhi mwanawe kwamba asimshirikishe Allah, kwa sababu kumshirikisha Allah, inna shirka la dhulmun adhim, hakika shirki ni dhulma kubwa. Kwa kumbe wale ambao wameamini, walam yalbisu walam yalbisu imanahum bidhulmin, na wala hawakuichanganya imani yao pamoja na ushirikina ulaika lahumul amnu, basi hao ndio wenye amani wahum muhtadun, na alikuwa hao ndio wameongoka. an Ubadata ibn samiti radhiyallahu anhu, kutoka kwa Ubadata ibn samiti radhiyallahu anhu, qal amesema, qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani ziwe juu yake man shahida an la ilaha illa Allah, yule mwenye kushuhudia hapana mola anayepaswa kuabudu kwa haki isipokuwa Allah wahadahu peke yake la sharika lahu hana mshirika yeye, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu na hakika Muhammadi ni mja wake na ni mtume wake wa anna isa abdullahi na hakika akashuhudia kwamba Isa ni mja wa Allah warasuluhu, na ni mtume wake. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, na tamko lake ni alilipeleka Allah subhanahu wataala kwa Maryam, kwamba akatoa tamko kwamba papatikana kiumbe ambaye atakuwa mwanadamu kutoka katika tumbo la Maryam, palepale akapatikana Isa waruhu minhu na ni roho kutoka kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia wal jannata haqqun, na akashuhudia ya kwamba pepo ni kweli ipo, kwamba watu watakwenda peponi kwa matendo yao mema. Wan nar haqqun, na akashuhudia ya kwamba kweli moto upo, watu wenye watu, watu kufanya mabaya watakwenda motoni. Adkhalahu llahu aljanna, bas Allah atamwingiza peponi Ala ma kana min alamali, juu ya yale ambayo alikuwa aliyokuwa katika matendo ambayo akiyafanya hapa duniani. Kwa hiyo tunaona fadhila ya tauhidi, tukizungumzia mtu mwenye kusema la ilaha ila Allah wahdahu la sharika lah, kwamba mtu akasema hapana mola anayepaswa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah peke yake Maanake hapa kwenye la ilaha illa Allah unakanusha vile viabudiwa vyote vilivyokuwa kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, na kumwabudia na kumpokesha Allah peke yake, kimaneno, kimatendo katika maisha yako ya kila siku. Kwa zile shirti za la ilaha illa Allah, ndizo zinazomata katika maana ya hadithi hii. Maanake kisiwe mtu kama anasema tu mdomoni lakini moyoni la ilaha illallah haipo, haipo kwenye vitendo. Manake huyu kwenye hadithi hii atakuwa yeye hausiki. Akhrajahu, hadithi hii wameipokea na kuitoa maimamu wawili, Bukhari pamoja na Muslim walahuma, na wanayo hao Bukhari na Muslim fi hadithi Itban, kutoka katika hadithi ya Itban, fa inna Allah harrama ala an-nar Hakika Allah ameharamisha juu ya moto manqal, yule mwenye kusema la ilaha illa Allah, mwenye kusema la ilaha illa Allah yabtaghi bidhalika wajha Allah, anatafuta kwa kusema la ilaha illallah, radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo utaona kabisa, hadithi ya juu tuliyosoma ya ya ubada ya ubaida. na kuja kuiunganisha hii hadithi ya itiban ndo utakuja kuona kwamba huyu mtu kasema ili tamko sio mdomoni tu hadi moyoni lakini na pia vilevile matendo yake yanaendana na ilo tamko huyu sasa yaba bidhadijlla analitamka tamko hilo haliyekuwa anatafuta kwa tamko hilo radhi za allah basi allah subhanahu wa ta'ala mtu huyu atamsamehe dhambi zake kinyume na hapo manake huyu mtu anakuwa hayupo kwenye hilo kwenye hiyo kauli ya la ilaha illa Allah.

nifahamishe mimi kitu adhkuruka nitakukumbuka wewe nitakutaja wewe wa aduuu kabihi na nitakuwa na kuomba wewe Allah kwa kitu hicho. Nabi Musa, maneno hayo alimwambia Allah subhanahu wa ta'ala. qala Allah, akasema: qul ya Musa, sema iwe Musa, la ilaha illa Allah, sema maneno hayo la ilaha illa Allah. qala Akasema Musa, ya rabbi, ewe Mola wangu, kullu ibadika yaquluna hadha, ewe Mola wangu, waja wako wote wanasema maneno haya. Qala akasema Allah, ya Musa, ewe Musa, lau anna samawati saba, lau hakika mbingu saba, wa amiruhunna, na wale ambao wanaofanya kazi katika hizo mbingu saba ghairi na wale wasiokuwa mimi na wengineo, wal ardhina saba na ardhi saba fi kifatin, zikawekwa katika sehemu ya mizani, wa la ilaha illa Allah fi kifatin, na la ilaha illa Allah ikawekwa katika sehemu nyingine ya mizani, malat bihinna la ilaha illa Allah basi ingemili ingemili, kwa hivyo vitu vyote. La ilaha illallah yani, la ilaha illallah ingekuwa iko juu, yaani ingekuwa nzito, ingekuwa nzito kushinda hivyo vitu vyote, mbingu saba ardhi saba, na vitu vingine visivyokuwa Allah subhanahu wataala. Ukachukua milima su nini vyote vikakaa hapo, basi anasema Allah subhanahu wataala, mala tibihinna la ilaha illa Allah ili la ilaha illallah ingemili, kwa hivyo vitu visingekuwa vina uwezo wa kuishinda la ilaha illallah, ambayo ni tamko moja tu. Rawahu Ibn Hibban walhakim wasahahu walitirmidhi wa hasanahu. Na kwa imamu Tirmidhi amesema hadithi hiyo ni nzuri. An Anas, kutoka kwa Anas Samitu rasula llahi salllah salama yaqul, nilimsikia Mtume sallah salma, Mtume wa Allah sal wa salama wakisema, qala llahu taala, katika hadith lqudus, amesema Mwenyezi Mungu mtukufu, yabna adam, heyu mwanadamu, lau ataitani biqurabi lardhi khataya, lau utakuwa umenijia mimi kwa ukaribu wa ardhi kwa makosa utakuwa ikiwa umenijia mimi kwa ukaribu wa ardhi kimakosa. lau ataitani biqurabil ardhi khataya, lau umenijia mimi kwa ukaribu wa ardhi kimakosa, amefanya makosa, makosa akaanafanana uwingi ukubwa wa ardhi. thumma laqaitani, kisha ukakutana na mimi. la tushiriku, la tushiriku bishei, aunishirikishi mimi na kitu chochote kile. la ataituka, basi nitakujia mimi viurabiha mahfira kwa ukaribu wa makosa hayo msamaha, sharti kwamba asimshirikishe Allah subhanahu ta'ala. Kwa hiyo unaona fadhila za tauhid, Allah anatoa ofa kwa wale ambao watakaokuwa hawamshirikishi Allah subhanahu wataala, wakawa maisha yao yawa ya kumpokesha Allah wakawa na tauhid katika ibada zao, basi Allah subhanahu wataala anasema atawasamehe siku ya Kiyama midhali tu ya btaghi biha wajah Allah, tauhid hiyo mtu aifanya katika kutafuta radhi za Allah subhanahu wataala. Fihi masail, katika somo hilo tuliosoma hapo nyuma, kuna masala ambayo tunatakiwa kuyazingatia. Alula, masala ya kwanza Siatu fadhlullah ku, ukunjufu wa fadhila za Allah, kwamba Allah ana fadhila pana sana. Thania, jambo la pili, kathratu thawabu tauhidi inda Allah, wingi wa thawabu ya tauhidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba mtu mwenye tauhidi ana thawabu nyingi, kwamba thawabu za tauhidi malipo yake ni makubwa mno, hayalinganishi na thawabu matendo za matendo mengine kuliko sawabu za tauhidi. Tauhidi ndio mhimili wa ibada, ili mtu ibada yake ipate sheki za kulipwa, tauhidi ndio msingi mkuu. Thalitha takfiruhu maadhalika lidhunub, kusamehewa kwake huyo mtu ni kufanya tauhidi, pamoja na hiyo tauhidi aliyokuwa nayo, lidhunub katika madhambi. Kwamba midhali tauhidi anayo na makosa kayafanya, basi Allah subhanahu wa Ta'ala atamsamehe yale makosa yake sababu ya tauhidi aliyokuwa nayo rabia. Jambo la nne, tafsiru lati fi surati al-An'am, tafsiri ile ambayo iliyokuwepo katika surati al-An'am, ile aya ya mwanzo kabisa tulianza nayo katika somo letu leo, inasema aladhina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahum al-amnu wa hum muhtadun, wale ambao wameamini na hawakuchanganya imani yao pamoja na udhuma kwa maana ya ushirikina, basi hao, hao ndio wenye amani na hao ndio wenye kuongoka. Kwa hiyo siku la kiyama watakuwa ni amani, watakuwa na amani duniani ya siku ya kiyama, na hao ndio wapo kwenye njia ile. Sasa tafsiri hii ndio inatakiwa mtu awe nayo, tafsiri hii kwamba mtu ameamini, lakini ile imani yao haikuchanganyika na ushirikina. Basi hiyo ndio tafsiri ambayo inatakiwa tuishike katika matendo yetu na katika imani zetu. Ndio maana ya kusema tafsiru lati fi surati al an'am, tafsiri iliyopo katika surati al an'am. Alkhamisa, jambo la tano, ta'ammulu lkhamsu llawati fi hadithi Ubada, kuzingatia mambo matano ambayo yaliyokuwepo katika ile hadithi ya Ubada nayo na hadithi yenyewe tumesoma hapo juu, hii ambayo inasema, kutoka kwa Ubada ibn Samit Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, man shahida an la ilaha illallah, hilo ndio jambo la kwanza, ili mwenye kushuhudia hapa na Mola anayepasa kwa haki isipokuwa Allah peke yake, la sharika la, hana mshirika. Jambo la pili, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, hakika Muhammadi ni mja wake na ni mtume wake Jambo la tatu wa anna Isa Abdullahi, na hakika Isa ni mja wa Allah, akashuhudia hivyo, wa rasuluhu, na ni mtume wake wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, na tamko lake Allah subhanahu, la li, minuhu, Allah subhanahu. Anne, mba, tano, wa subhanahu wa ta'ala alilipeleka hilo kwa Maryam, hilo ni jambo la tatu. Wa ruhu minhu, na ni roho kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la nne wal jannatu haqqun, akashuhudia kwamba pepo ni kweli ipo, na jambo la mwisho ambalo la tano, wan naru haqqun kwamba mtu akashuhudia kwamba kweli moto upo na watu watakuwa ni wenye kuingizwa katika moto, watu wabaya. Allah akasema adkhala adkhalahu llahu ljanna. Mtume akasema adkhalahu llahu ljanna, Allah atamwingiza mtu peponi, ala makana min alamali, juu ya yale ambayo alikuwa nayo katika matendo. Kwa hiyo, alkhamisa taamulul lkhamsu llawati fi hadithi Ubada ambayo tumesoma hapo kushuhudia la ilaha illa Allah, kushuhudia hakika Muhammad ni mtume wa Allah, kushuhudia hakika Isa ni mtume wa Allah, kushuhudia kwamba hakika pepo ni kweli ipo na kushuhudia hakika moto ni kweli upo kwa watu wabaya. Sadi sa, jambo la sita, annaka kika, wewe idha jama'ta bainahu wa baina hadithi itiban, utakapokusanya kati ya hadithi hiyo ya ubada na hadithi ya itiban wama baadahu na, na ile hadithi ilikuja baada ya hiyo au na yale ilikuja baada ya hadithi hizo mbili, tubayinu lak, inakubainikia wewe maana la ilaha illa Allah. Maana la ilaha illa Allah, ukikusanya hadithi ya ubada ambayo inatupa tuzingatie mambo matano na ukikusanya hadithi ya itban na hadithi iliyokuja baada ya hadithi ya itban, inakubainikia wewe tubayinu lak, inakubainikia wewe maana ya la ilaha illallah, maana halisi ya shiawewe, la ilaha illallah watubayinu laka na inakubainishia wewe, khataa almaghrurin, makosa ya wale wenye kudanganyika katika mgongo huu wa ardhi kwa kuwa na kumfanyia shirki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sabia, jambo la saba, tanbihu lisharti fi hadithi atiban Uzinduzi wa shirti katika hadithi ya Utban kule, amesemaje? Ya bataghi bidhalika wajha Allah, anatafuta kwa hilo tamko la ilaha illallah kulitamka, radhi za nani? Za Allah. Kwayo hilo ndio sharti la kuzingatia, sio kwa sababu katamka tu bil lisani fakat. Hiyo haichukuliwi kwamba huyu la ilaha illallah itamsaidia. Thamina, jambo la nane, kaunul anbiya kuwepo kwa manabii yahtajuna litanbihi, kunahitajika, wanahitajia kufanya nini kwa ajili ya kufanya tanbihi ala fadli la ilaha ilallah, juu ya ubora wa la ilaha ilallah. Ndio maana wamekuwepo wa hawa manabii kwa sababu ya ubora wa neno ilaha ilallah, kuja kutoa tanbihi na kuwatanabihisha watu kwamba tamko hili lina ubora gani, na tamko hili mwenye kulifanya ana faida gani, na mwenye kuliacha ana hasara gani. Tasia, jambo la tisa, tanbihu li rajahaniha, tanbihi ya kushinda, kushinda kwa hilo neno la tauhidi bijamii almakhluqati, kwa viumbe vyote, kwamba tauhidi tamko la la ilaha illa Allah ambalo ni tamko la tauhidi, hilo linakuwa ni lenye kushinda bijamii almakhluqati, viumbe vyote kabisa, maa anna kathiran mimma yaquluha, pamoja hakika mengi katika miongoni mwa yale ambayo wanaoyasema au viumbe, yakhifu mizanuhu, yanakuwa yanakhifisha mizani yake, yani mizani inakuwa ni mepesi, pamoja hayo yote ambayo wanayoyasema katika hiyo kauli, kuhusiana na kauli ya la ilaha illa Allah, kwamba mizani yake inakuwa ni mepesi kwa mtu mwenye kusema qawla la ilaha illa llah. Al ashira jambo la mas'ala ya kumi, nasu ala anna al ardhina al sab'un kasamawati tamko la juu ya kwamba hakika ardhi saba ni kama mbingu saba. Kwa hiyo ardhi ziko saba na mbingu vilevile ziko saba. Alhadi ashara jambo la 11 anna moja, anna lahunna umaran, hakika hizo mbingu saba zina wanaozifanyia, wanaofanya kazi kwa mbinguni. Thani ashara jambo la 12 na mbili, ithbatu sifati khilafan liashariya, kuthibiti kwa sifa inayokwenda tofauti na wa ashariya kwenye ithbatu sifatu khilafan Ash'ariyya, kwa sababu wao wana, wanasema kwamba mbinguni hakuna umara, mbinguni hakuna umara. Kwa hiyo hapa imethibitisha utofauti, kwenda kinyume na hiyo itikadi yao ambayo potofu. Thalitha ashara, jambo la kumi na tatu, anaka kika wewe, idha arafta, utakapokuwa umetambua haditha anas, hadithi ya anas arafta umetambua anna kaulahu fi hadithi itiban kwamba hakika kauli yake katika hadithi ya Itiban, fa inna Allah harrama ala nnar hakika Allah ameharamisha juu ya moto man qala yuli mwenye kusema la ilaha illa Allah inna ila la ilaha illa Allah yabtaghi bidhalika wajha anatafuta kwa neno hilo kwa kulitamka neno hilo radhi za Allah anna taraka shirk hakika kwa kuacha shirki, hakika kwa kuacha shirki. Laisa qawla bilisa, sio tu kauli yake kwa kutamka kwa ulimi tu, bali kwa kuacha shirki ndio maana yake. Ukija ukizingatia ukitambua uk, uk, uk, uk, uk, uk, hadithi ya Anas ukiitambua hadithi ya uh, kauli yake katika hadithi ya Atban, Mtume sallam basi unakuta kumbe ile yabtaghi bidhalika wajha Allah anna taraka kwa asili yake ni annahu taraka ashirki, ni kuacha ile nini shirki. Kwa hakika yeye anatakiwa iache shirki. Laisa kaulaha bilisani, na sio kauli yake tu kwa kusema kwenye ulimi. Basi hapana, haimainishi hivyo rabi ashar, jambo la kumi na nne taammulul jam baina qaumi Isa, kuzingatia ukusanya ukusanya kati ya kuwepo kwa Nabii Isa wa Muhammadin na muhammadin Abdayllah, ni waja wawili wa Allah wa warasulaihi, ni mitume wake Allah subhanahu wataala. Kuzingatia hili kwamba Allah subhanahu wataala amewakusanya Muhammadi na Isa ibn Maryam, wote hao ni mitume wa Allah subhanahu wataala wala hakuna mmoja hapo mbele Mungu, hapana. Al khamisa ashara ya masala ya kumi na tano ikhtisasu isa bikaunihi kalimatullah, kumhusisha nabi ya isa kwa kuwepo kwake kwamba ni tamko la Allah subhanahu wataala. Sadisa ashara marifatu kaunihi ruhan min, kutambua kuwepo kwake nabi isa kuwa ni roho kutoka kwa roh, Allah subhanahu wataala. Sabia ashara ya kumi na saba jannati biljannati nar, ubora wa, wa kuamini pepo pamoja na moto kwamba vyote hivyo vipo. Thamina ashara jambo la kumi na nane maana kaulahu maana kauli yake, ala ma kana min al amal, juu ya yale aliyokuwa katika matendo, katika ile hadithi ambayo tumesoma kule ya itiba Allah subhanahu wa ta'ala atamsamehe maana hili ala makana min al amal. Tasa ashara jambo la 19 maarifatu, kutambua anna al mizan, kwamba hakika mizani ya siku la kiyama lahu kifatana inayo sehemu mbili, itapimwa sehemu ya mabaya na sehemu mema. Al ishruna dhakara wajha, na jambo la, au dhikru al wajha, jambo la 20 ni kule kutajwa neno waja, radhi za Allah tafuta radhi za Allah subhanahu wataala, na kuzingatia pale kwamba matendo yanapokuwa hayana kutafuta radhi za Allah, kwa maana kwamba Allah subhanahu wataala hayawezi kuyalipa matendo hayo. Na mpaka hapa tumefikia mwisho wa darasa yetu ya leo iliyokuwa ikisomeka na kichwa cha habari kinachosema babu fadhlu tauhid wa ma yukafaru min ad-dhunubi. Mlango wa ubora wa tauhidi na yale ambayo yanayosamehewa katika madhambi. Hivyo, mpaka hapa nipende kuwashukuru wale wote ambao wanaotufuatilia katika Ihsani Mafundisho Tv. Tukutane katika kipindi kinachokuja katika darasa yetu ya sehemu ya tano, biidhnillahi taala, wabillahi tawfiq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.